Oktoba 18 ni sikukuu ya mtakatifu Luka, ambaye ni mwandishi wa Injili ya Luka na kitabu cha Matendo ya Mitume. Alikuwa ni tabibu na rafiki wa karibu wa Mtume Paulo. Katika Injili anasisitiza huruma na upendo wa Mungu, akitoa kipaumbele kwa hadithi za watu waliokuwa wakidharauliwa kama wanyonge na wanawake. Anajulikana kwa kuandika hadithi maarufu kama ile ya mtu mpofu na Samaria Mwema. Mtakatifu Luka ana mtindo pekee wa kimaandishi akionyesha umakini katika maelezo na kuunganisha matukio kwa muktadha mzuri. Hakuna maelezo ya wazi kuhusu kifo chake, lakini simulizi zinaonyesha kwamba alikufa kama shahidi wa imani yake. Wakristo wengi wanamkumbuka kwa mchango wake katika kueneza ujumbe wa Injili na mafundisho yake ni faida kwa waamini wengi. Leo hii kuna mengi ya kujua juu ya watakatifu. Tafadhali tembelea mitandao yetu ya kijamii.